Warembo ni wengi warembo ni wengi wakuolewa ni wachache, warembo ni wengi warembo ni wengi wakuolewa ni wachache. Hey, yawa <tutu> e, amina ei, amina uko wapi jeleze uko wapi eri nipende mama yangu we kuliko kupenda siye nipenda, kuliko kupenda siye nipenda, heri nipende pende mama yangu. Mna munawekanga alafukwarobwana mutaumia vibaya wewe. Warembo ni wengi, wanaume ni wengi, ya kuowa ni wachache, wakuowa ni wachache. Utapata yule anakukula baadaye anakuwacha alafu anakuruka alafu anakuruka. Mimi peke yake ndio nikikuwa nikiku, nikiku, na wewe kwa uhusiano sitakuacha, hata ukuje wangapi sitawacha nyinyi, nyote mtakuwa wangu wote. Anajua wengine watakasirika, wacha niseme ukweli. Nifanye nini? Nitoke amu namuna gani? Niseme nitoke wewe hivi wewe Tuko na Bravo, tuko na Gaddafi. Bravo, Gaddafi and Chorea. Can you tell me these three people? Nani ambaye alikuwa na roho ya utu? Ama hakuna roho ya utu? Because if you tell me Chorea, utakuwa unaidanganya. Ukinambia ni Bravin utakuwa unanidanganya. Mimi if If I wat vote and vote oh, Gaddafi. I can vote Gaddafi kwa sababu gani? Gaddafi ana roho ya unyama anaka kama KDF, KDF wana roho ya unyama, GSU wana roho ya unyama, hakuna roho ya utu kidogo ndani yake because amesema vizuri yeye hana shida na Bravo, hana shida na Charles, hana shida na sina Dave. Kitu anataka anataka tu Bravo aenda sign peke yake. Is a good guy by the way. I can i can say is a bad man. I can just see is a good man in terms of hiyo roho ya utu ambayo wako nayo. Yes. Kwa nini bona ni danganya? Si danganya, mimi nasema ukweli yani. Ama hakuna roho ya utu kwanza, baba angekuwa mtu mbaya huku makofi Charles. Atena kuja charaza huku, Charles aende tu nyumbani yani. That's, that's the only thing he needs. Pala na yusi jiaona uwe kama uja mako na ubaya na chaz. Mimi si jiaona. Na kama kuna ubaya, maybe si jui. Eh, ama namna gani? Otherwise.